boreshwa na kuwa wenye mafanikio kubwa. Pamoja na jitihada hizi za mafunzo na tuzo, ni lazima tuseme ukweli mchungu: mafunzo haya hayatazaa matunda yanayotarajiwa ikiwa maslahi ya wanahabari hayatapewa kipaumbele. Nimepokea malalamiko mengi kuhusu waandishi kufanya kazi bila kuwa na mikataba, kulipwa mishahara midogo na wakati mwingine kutolipwa kabisa kwa miezi kadhaa. Hatuwezi kutarajia uandishi wenye uweledi na maadili kutoka kwa mwanahabari ambaye hana uhakika wa mlo wake au salama wa ajira yake. Hivyo nichukue fursa hii kuiagiza mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, kushirikiana na bodi ya ibati ili kuhakikisha kuwa sharti la kupewa leseni ya utangazaji linaenda sambamba na uthibitisho wa mikataba ya kisheria na malipo stahiki ya wafanyakazi. Tunataka kuona wanahabari wanathaminiwa kama wataalamu wengine. Aidha, mviite vyombo ambavyo vinalalamikiwa kutolipa stahiki za wafanyakazi wake, mjadiliane nao na kuona namna wanahabari wanaodai stahiki zao wanaweza kulipwa. Nina taarifa kwamba kuna vyombo vina zaidi ya miezi sita wanahabari wao hawajalipwa stahiki zao. Hili sio swala la mjadala, ni maagizo na ningependa kupata mrejesho wake ndani ya kipindi cha wiki moja. <coughs> Na nataka niwahakikishie kuwa wizara yetu ya habari, tamaduni, sanaa na michezo imeanza mazungumzo na wizara ya fedha, wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ili kupitia upya to, kupitia upya tozo zinazokwamisha ustawi wa vyombo vya habari, hasa vile vya kijijini community radios. Vile vile tunaliangalia suala la madeni ya matangazo ya Serikali ambavyo vyombo vingi vinadai. Tumejipanga kuhakikisha madeni haya yanalipwa kwa wakati ili kusaidia mzunguko wa fedha kwa vituo vyenu. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, katika dhamira ya serikali ya kuendelea kuboresha mazingira ya biashara, ubunifu na uwekezaji katika sekta ya maudhui ya kidijitali tumeendelea kupokea maoni ya ushauri, ya ushauri kutoka kwa wadau mbalimbali hususani vijana wabunifu, watayarishaji wa maudhui na wajasiriamali wanaotumia majukwaa ya mtandaoni wengi wao wameeleza kwa dhati kuwa gharama za leseni zilizokuwepo hapo awali zilikuwa kubwa na hivyo kuwa kikwazo kwa wengi kurasmisha shughuli zao na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali. Kutokana na hoja hizo ambazo zina msingi, tulitoa maelekezo mahususi kwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kufanya mapitio ya ada na leseni ya huduma za maudhui mtandaoni ili ziendane na uhalisia wa soko.